Download application inaitwa ZD Archive, unaweza ka search Play Store au ka download hii hapa. Ni ZD Archive Pro ambayo utaipata kutoka kwangu free, ambapo unaweza ka download hii ZD Archive ndio wanyama au unaweza ka download ZD Archive yote hapa. Baada hapo, utaifungua, kisha ifungua, utaenda sehemu ya download. Kwenye download utaikuta hii hapa, imeandikwa Simba na Yanga customer kit, utagusa mara moja, utaminya option namba mbili exact ya. Yeah. Kwa hapa zitatokea Simba na Yanga, utachagua customer kit yote kama ni ya Simba na Yanga, utakutana utakutana na zile linki zile linki zake zipo humu humu, utaangalia linki unayoitaka umeona, nagusa mara moja, unaenda sehemu ile iliyoandika open. Open unaopenia hii ya kwanza, hii utaigusa hapo, utafunguka, utaangalia jezi hapa, kuna omkiti, sijui nini logo, utachagua wewe mwenyewe unaoitaka. Jinsi ya kuziweka na kuonesha hapo mbele, jinsi ya kuweka hizo hapo, unagusa, mfano kama ni logo, unagusa una kwenye logo, unaenda hapo kwenye sehemu labda customer logo hapo baada hapo unagandamiza kwa nguvu, una paste URL ile ambayo unaikopi kutokea kule, kama ni logo au nini, kisha hapa unaminya ndani, kisha ndani unaminya confirm confirm. Hapa ita load ita download hiyo customer kit, utaminya da, utaminya ndani, kisha minya tu ndani hapo. Hiyo hakika inakuwa imekaa kwa. Unafanya hivyo hivyo kwa zote, unafanya hivyo hivyo, labda kama unataka uende tena kwenye labda kits, unachagua customer kit, unasoma pale home away, kila kitu unaweka hivyo hivyo kua ndo mfumo wake wa jinsi ya kuwe